Ya wupa, mokwele, potokeo, poto share, ni bora Katambi apotee nchi ibaki salama lakini hatutaogopa kusema ukweli. Kwa sababu unapotokea upotoshaji tueleze na tuseme ukweli. inapotokea ni issues za kisheria za turahi, kwa pamoja tukae. Mimi niko wazi, niko tayari kama waziri wa mambo ya ndani kuzungumza na Watanzania na kuwaeleza yaani, sehemu ambayo tutaona kweli kisheria mko sawasawa, haki hiyo mtaipata, na ndio msingi wa Dokta Samia Suluhu Hassan mama anayetafuta suluhu, na ndio maana kimya. Sasa hivi ukiongea kwenye mazungumzo yale, hayachukuliwi mpaka mwisho. Wanakata kakipande na kuwafurahisha, ili wakaseme, kionekane kuleta taharuki. Sasa kwa utaratibu huu, katibu mkuu, tutazungumza na mamlaka za vyombo na taratibu zake. Naendelea kutoa aina, kusisitiza ukataji wa clip kwa lengo la kuchonganisha Watanzania kwa misingi ya kikabila, migawanyiko na mipasuko ya kisiasa, kugawanya viongozi kwa vikribu vya mukatakata. Unakata takripu kamoja ambapo hakaja balance upande wa pili, zidi ya tuhuma, kinamdhalilisha mtu, kinamtweza mtu, kinaleta mipasuko, kinaleta mgawanyiko wa kikanda. Tafsiri yake wewe uliye kata una nia ovu, na kisheria tunaita kiboba tiga, nia ovu una mali ndani yako, yaani unania ovu imejificha. Unataka kusukuma jambo la uvunjifu wa amani, unataka kusukuma jambo la kugawanya watu, unataka kuleta taharuki. Chumbwana kabisa. Mimi kwa hatua hiyo tutaitana tu, ili tuambie dhamira yako ni nini, ndugu yangu, ili tupime sasa faida ya kile unachotaka kionekane na hasara, na sisi tutakuonyesha hasara ya kile ulichokifanya. Hata ukitengeneza AI siku hizi, ukitengeneza AI, yaani mtu kama ni huyu huyu inaweza kujitokeza hapa au akaonekana na kutaa sekali, ila hiyo AI hata ukiitengeneza, si unaitengeneza kunificha nyuma ya AI, unaweka maneno ya mtu lakini yeye ulivyoitengeneza ili tuione sisi, lazima utumie means of communication. Utaiweka kwenye akaunti ya Instagram, utaipitisha, utaiposti kwenye Facebook, utaiposti kwenye X, utaiposti nini TikTok, utaiposti au WhatsApp group, si ndio? Wewe uliye posti ndio mwenye dhamira hiyo, eh. Yeye itafanya kazi yake, itaenda, lakini wewe ambaye umeiweka ndio tunapoanzia. Kwa hiyo tutaomba sisi mahusiano na shirikiano katika kipindi hiki ambacho nchi inahitaji utulivu. Mambo yote yanashughulikiwa, yana malalamiko na mirejesho yote inaletwa ili kuweza kushughulikiwa. Platform sahihi kwa sasa, twende kwenye tume aliyoyunda Mheshimiwa Rais. Platform sahihi kwa sasa ni jambo linalolalamikiwa linahusu wizara fulani, wizara hii ina waziri, inaye naibu waziri, inaye katibu mkuu. Tuyalete tuyashughulikia. Na sisi hata kama kuyaleta ni mbali, tutakuja huko. Ni Tanzania peke yake ndio tunafanya utaratibu? Kuna nchi ambazo wamebana, na sisi hatutaenda huko kwa sababu tunataka tutumie uhuru wetu kwa kufata misingi ya haki. Nenda Dubai pale, hamna video call. Uongo kweli. Dubai na ndo wameendelea labda kidogo kuliko sisi. Kuna video call za. Nenda China, hamna video call. Uongo kweli. Sisi tumepewa uhuru wa kutumia vyombo hivi kwa umuhimu wa kuleta manufaa ya kibiashara. Kuna vijana wako wengi wanatumia social media vizuri sana kwa manufaa ya biashara, sio? Kuna biashara za online za mitandao. Sisi tunatumia kubagaza watu, kutukana, kutweza, kuleta mipasuko, kuichonganisha kui serikali na na, na, na wananchi. Halafu mtu akisema ukweli kama hivi anakuwa adui. Tumekuwa taifa la kujenga chuki. Tunapenda habari mbaya tu dhidi ya taifa letu, tunapenda habari mbaya dhidi ya viongozi wetu, tunapenda habari mbaya dhidi ya kila mmoja wetu. Ni wakati taifa turudi kwenye misingi yetu ile iliyoachwa na Mwalimu Julius Nyerere na mzee wetu Abeid Amani Karume, tupendane tu, tuungane, tushirikiane. Palipo na dosari za uvunjifu wa taratibu na sheria, niko hapa.